Vijana wa mkoa wa Geita ni ishara ya kwamba vijana wa mkoa wa Geita wanampenda Dokta Samia Suluhu Hassan, wanamwamini Dokta Samia Suluhu Hassan na wako tayari tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura na wako tayari tarehe ishirini na tisa kujitokeza kwenye vituo vya kupigia kura na sio mambo mengine. Sisi mwandishi wa habari nikwambie, sisi kwetu tarehe ishirini na tisa hatuna maandamano kwenye mkoa wa Geita Maandamano pekee ni kujitokeza kwenda kupiga kura za wingi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na kama watu walikuwa wanahamasisha maandamano, maandamano ambayo tutakayofanya vijana wa mkoa wa, wa Geita ni kuenda kuandamana kwenye maboksi na kumpigia kura Dkt. Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi la. Na naitwa Naomi Edward Fujo, mwenyekiti mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Geita. Umati huu wa watu unaonyesha mapenzi makubwa ambayo vijana na wananchi wa wilaya ya Geita wanayo kwa mgombea wa chama cha mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan. kwa hiyo sisi hatuna mashaka. Wale watu ambao walikuwa wana hofu na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya vijana wa Kitanzania, hasa mkoa na wilaya ya Geita, nadhani salamu wameipata. Vijana wa Geita wanampenda mama, na hii kazi sisi vijana wa Geita hatujaianza leo, tuna wiki nzima tunatembeza picha ya Daktari Samia suluhu Hassan kwenye kata hamsini za wilaya ya Geita. Mama tunampenda tunamkaribisha sana, na watanzania wana, wa na wananchi wote wameona umati wa watu hawa. Kwa majina naitwa Juma Shagi. maana amemsaidia katika elimu bure eh, mwenyewe unaona kuanzia primary unasoma bure mpaka sekondari ushindo wewe kusoma unaona eh. Mimi kwa majina naitwa Sylvester Muhoja Manyogote wa Manyogote kutoka wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita, wilaya ya Nyang'hwale. Kwa hiyo rais wetu amefanya mazuri, kila idara ameweka miradi imeonekana. Tumeona tumeenda kufungua pale daraja liko vizuri, ameweka hela kwenye, kwenye ujenzi wa masekondari shule pamoja na hospitali, huduma ziko vizuri sana, ndio